What's up my friends? Macben Vix hapa. Leo niko huku Masaki Delta. Na nakutana na, na, na baadhi ya wateja wangu, marafiki zangu kwa ajili ya kuzungumzia digital marketing kwa ajili ya consultation. But anyway, nilitaka leo ni share na wewe kitu kimoja. Okay? Na hiki kitu nimegundua kwamba sio tu wafanyabiashara na sio tu vijana ambao wanataka kuanzisha biashara, bali watu wengi sana ambao wana ndoto, wanajisahau sana especially nguvu walionayo. Lakini sasa ile nguvu ambayo wako nayo inashindwa kufanya kazi kwa jinsi ambavyo wamejiaminisha kuhusu wao ni akina nani. Okay? Sasa sogea huku, ni sogea huku tupige story kwa. All right. So kila kitu unacho unachokiamini kuhusu wewe ni story. Ni story tu, sio ukweli. Yaani kila kitu unachokijua kuhusu wewe kama unajua wewe una akili sana, kama unajua wewe una nguvu sana, kama unajua wewe ni mtu mbishi, kama unajua una roho nzuri. Hivyo vyote ni story. Vinaweza vikawa kweli, vinaweza visiwe kweli, haijalishi, lakini story unayoiamini ni story tu, na hizo imani zote unaweza ukazibadilisha. Sasa mara nyingi sana unakuta unaanzisha biashara, alafu kila kitu unachokiuza haukiamini wewe mwenyewe. Ndo unakijua vizuri, lakini haukiamini. Sasa the fact kwamba haukiamini ndani yako, hiyo ni kitu cha kwanza ambacho ni kama kikwazo cha mauzo yako. Ukishajiamini na ukaamini kile kitu unachokiuza na ukawa confident na kile kitu, basi mauzo yatajileta yenyewe ya mafanikio yatajileta yenyewe, kwa sababu unajiamini wewe. Sasa kama haujiamini, na maana hiyo story ambayo umejitengenezea wewe mwenyewe ni ya kujidanganya na, na inakurudisha nyuma. Sasa hii wiki nzima kwenye hii channel ndio tutakuwa tunazungumzia hilo jambo, na moja kati ya vitu ambavyo inabidi uvizingatie ni kwamba unaweza kubadilisha hiyo story, unaweza kubadilisha huo uongo ambao umejipa. Kama unajiaminisha kwamba wewe uwezi kufanya jambo unaweza ukaji, ukaji brainwash au ukajidanganya tena kwamba unaweza kufanya hicho kitu. Ukijidanganya mara nyingi, kuna siku uongo huo utaukubali, uta na utaweza kufanya hilo jambo ambalo unahisi kwamba uwezi kulifanya content creator mzuri watu waweze wakusikiliza au naamini wewe sio mpiga picha mzuri, labda natamani kuja kuwa mpiga picha, huo uongo wote uandike, alafu kuanzia kesho, kuanzia actual leo usiku uanze kujidanganya sasa, uanze kujiambia kinyume cha uongo kwamba naweza kufanya hiki kitu na napenda kufanya hiki, ujiambie tu vitu ambavyo mpaka uviamini. Yani, ukijiambia kwa mwezi mzima huu, utajikuta umeamini kitu ambacho ndio kitaenda kukufanya uwe na mafanikio, kwa sababu ule uongo uliojidanganya ndio unakutengenezea ile conviction. Unapokutana na mtu mbele ukaanza ku, ukaanza akaanza kuuliza, he, wewe unapenda kufanya nini? Naambia ah, mimi napenda kuimba lakini, ah, lakini simbi sana ah ah ah ah ah. Yani ukiwa na ile confidence kwamba unajua kuimba, watu wakikusimamisha uimbe, hata ukiimba vibaya hiyo siku watu watakusikiliza kwa sababu wanajua mm, leo hajaimba vizuri, lakini kwa confidence alionayo inawezekana anajua kuimba, watakupigia makofi baada. Ila ukienda na ile confidence ile confidence yako mbovu, kwamba ah, mimi sijui kuimba, hata mbele ya watu itakuwa vigumu kuonesha hiyo yule Mungu aliyepo ndani yako okay. Kwa hiyo nenda kufanyia hilo kazi, ndugu yangu. Kama ukitaka kuhang out na sisi nikuachia uh, link ipo hapo kwenye, kwenye description. Nipigie simu au ni text ya, tutaonana, tutaonana kesho, tutaonana kesho.